Na mtazamaji vile vilevile, bendi ya the Heart watakuwa hapa studioni kwa muda usio kwa mrefu na kibao chao maalum eh, uliza kiatu. Lakini kwanza katika makala yetu maalum ya wikendi, muungano wa maendeleo ya wanaume ukiongozwa na Deritu Njoka uliwahimiza wanaume wote kutowasili ama kutojihusisha kimapenzi na wanawake wiki nzima, hii ni kama njia moja ya kutetea ama kulalamikia haki zao. Lakini je, mgomo huo umezaa matunda? Lakini tukiendelea kujadili hayo, wengi wanauliza wanaume haswa hapa nchini wanataka nini? Ni wanawake wameshindwa kuwaelewa au ni wanaume wameshindwa kuridhika? Francis Mtalaki alipata kuzungumza na baadhi ya Wakenya na kutujadili swala hili kwa kina. Wito wa chama cha maendeleo ya wanaume kuhimiza wanaume wote hapa nchini kutowasiliana wala kujamiana na wake zao ikiwa ni njia ya kuadhimisha siku ya uhuru wa wanaume kote ulimwenguni imeibua hisia changanuzi sio tu miongoni mwa wanaume bali hata wanawake. Tumefinywa, na hata mimi ni mmoja wao ambaye nimesema sitafanya kitu. Ndio hii kitu tuone ime, imeenda chini na tumerudi vile tulikuwa, wakati ya maombi siwezi push na yeye, siwezi fanya mapenzi na yeye lakini wakati wowote mwanaume, hata kama ni nini, mke wao hajakosea, mmependana tu, ni vigumu sana useme mpenzi wangu, leo siwezi la, siwezi fanya mapenzi na wewe kwa muda wa wakati fulani, wiki fulani, wiki moja. Ile ukikataa kufanya, hakuna kitu utatengeneza, hakuna suluhisho. Waendelea na mapenzi, waendelea na mapenzi, lakini jaribu kusugumzia bibi, mrudishe ile amani yenu. Sharti la pili ni kuwa wote walitakiwa kutoa busu wakina dada au kula nao sahani ni moja. Je, wanawake wanamtazamo gani kuhusiana na swala hili? Katika kuadhimisha uhuru wao, wanaume walipaswa kusherekea siku hii kwa kuomba na kuwasalimu wanawake kwa kuwapungia mkono wa kushoto. Wanaume wanalalama kutengwa na jamii. Sheria pia wanasema kwa upande fulani inawakandamiza, na hata makundi ya dini yameshindwa kutekeleza majukumu yao ya kutoa mafunzo mwafaka na mwelekeo katika ndoa. Men ought to take their responsibilities. The Bible says that men should love your wives. And I think all that women need is love and affection unaweza kusikia mwanaume anapigwa kwa nyumba kila saa na hasemi jambo lolote. Kitu ya pili ni kuwa hata mambo ya makanisa hayawafundishi mambo ya kukaa kinyumbani, mambo ya kuheshimiana. Tamaduni za Kiafrika na kubadilika kwa utaratibu wa kuendesha jamii zimelaumiwa, huku wanaume wakichangia pakubwa katika masaibu wanayodai kuwa mzigo na kizingiti kikuu cha ndoa za furaha na kielezo chema kwa wanao. Wanaume wengine pia wanafanya makosa juu, pia wanapenda mambo ya nje sana, eh? Wanasahau kuliko ya kwao kwa nyumba na kwa wanaume ni nini hasa wangependelea wanawake watekeleze, ndipo sa mwanamke akamilike? Kuna vile unahitaji mwanaume kama kuchamshiwa maji kuoga, kama ku, akuandalia chakula kidogo ukifika, hata mwanamke mwanaume nafaa, unasema mke, anasema mzee wangu amerudi amechoka, wacha nimvue koti, vitu kama hizo, wacha nimchamshie maji, wacha nimwandalie chakula, vitu kama hizo ndio zile mwanamke anafaa anazingatia kwa nyumba kwa sababu wakati anakuja akishanitoa koti nitaona mke wangu ananipenda. That story of saying that uh, the house should belong to a woman, that's an old mother's myth. We are living in another society right now, you need to share responsibilities. Wanaume wanamtazamo kuwa wanadhalilishwa nyumbani na kuwataka wanawake kubadilisha baadhi ya mwenendo hasa jinsi wanavyowasiliana. Hakuna kitu nafurahisha mwanaume kama umeingia kwako, umeongeleshwa mzuri na bibi. Wanaume wanafurahia sana hiyo kitu, ni ya maana sana lakini wanawake wengi wajaelewa. Utakuta mwanaume ameshida huku amechoka, hata saingine amepita pale na pale mguu, akitafuta pesa dio bibi akule na watoto, lakini akiingia kwa nyumba, hata akikaa chini eh, akiuliza chakula, utasikia anaambiwa hauna, hauna, hauna mikono. Francis Mtelaki, KTN leo weekend.